Mbele yenu ni mabalozi wa usalama barabarani, lakini tukishirikiana na wadau mbalimbali, hapa mnaona tuna jeshi la polisi, lakini tunaona uh, mamlaka ya udhibiti wa usafiri ya ardhini LATRA, pamoja na wenzetu jeshi la zimamoto. Tumekuja hapa kuwakumbusha mambo matatu ambayo yanawakumba ya nyie mkiwa safarini, sawa, ndugu zangu abiria. Tuko hapa kuwakumbusha kwa sababu nyie ndio mnaenda na gari, lakini jeshi la polisi mnamwacha stand hapo, lakini mnakutana naye mbele. Mwenzetu wa latura pia mnawaacha mna hapa. Sasa mambo ambayo tunataka kuwakumbusha ni yale ambayo yanawagusa nyie moja kwa moja. Nyie ndio mnaosafiri na gari, mnapokuwa safarini, mnapokuwa safarini, uko barabarani, kuna mambo mengi sana ambayo yanafanya nini, mnakumbana nayo, si ndio abiria eh? Mambo haya ambayo mnakumbana nayo ani ukosefu wa tiketi ya safari lakini kuzidishiwa nauli si ndivyo eh? hamzidishiwe nauli eh? hamzidishiwe nauli hata mkiona aibu kusema. Sisi pia ni waabiria huoga, tunapanda magari haya haya muda wote, tunafanya nini? Tunapanda. Sawa, ndugu zangu waabiria. mpo kwenye gari, mnaona gari linatembea, dereva anakimbia, ama dereva wanashindana wanaendesha gari kwa mwendo kasi Nyie ambao mko kwenye gari ndo wenye jukumu la kufanya nini, la kumwambia dereva punguza mwendo. Sawa, abiria, nyie ndo wenye jukumu la kumwambia, uh, dereva punguza mwendo. Au unakuta dereva anaendesha gari ana overtake mpaka kwenye kona ambayo haistahili, haoni mbele wala huko, anayekuja naye hamuoni yeye, mwisho wa siku wanaenda kukutana uso kwa uso. Baadaye sasa nyie mnaenda kuwa mashuhuda hospitali, sio pale ambapo mko na dereva na gari lenu. Hospitali ndo mnaanza kusema dereva alikuwa nakimbia sana. Sasa dereva kama alikuwa nakimbia sana, we ulitimiza jukumu lako ukiwa wapi? Kwa nini usimwambie mkiwa kwenye gari mle mle? Sijui kama naeleweka vizuri eh? sijui kama hmm, mnanielewa. Kwa hiyo hmm, maisha ni ya kwenu, sio ya huyu dereva wenu, tunaelewana eh? Kwa hiyo kama maisha ni ya kwenu, nyie ndo mnatakiwa muwe mstari wa mbele. Niwaambie kitu kimoja, ni kwamba nyie ndo waajiri wa, wa dereva kwa wakati huu mkiwa kwenye gari sawa, jamani. Nyie ndo mnao mlipa dereva bila nyie kupanda kwenye hii gari, dereva hawezi kulipa chochote. Na mwenye gari hawezi kumba gari. Basi abebe mawe. Sawa. Kwa sababu yeye ndo mwenye jukumu la kusafirisha abiria. Kwa anatakiwa wasikilize nyie. Mkimwambia dereva punguza mwendo, dereva anatakiwa punguze mwendo. Sawa. Dereva usi overtake. Anatakiwa asifanye nini? usi overtake. Dereva acha kuongea na simu. Hatakiwi kufanya nini? Kuongea na simu. Hiyo ni kwa ajili ya usalama wenu, sio kwa ajili ya usalama wa kwake kwa sababu yeye uwezi uwezi jua paka anaamua kabisa kuongea ku, ku, ku, ku, ku na simu. Na tunajua kabisa madhara ya simu. Mwingine anaweza akawa anaongea na simu nyumbani, anamwacha mgonjwa mgonjwa, naye ni mke wake, anamwambia bwana, yeye mgonjwa huu. Uh, mke wako huko ameaga mashindano, alafu amejaza abiria 30, hivi mnategemea nini kinatokea? Mko Sengele, mnashuka pale, zingatie tiketi za safari. Tiketi za safari ili ikamilike inatakiwa iwe na vitu vitatu. Cha kwanza majina yako kamili, tumeelewana. Mimi naitwa Festo Mamboleo, tiketi natakiwa iandikwe Festo Moshi, I mean Festo Mamboleo, sawa, lakini iandikwe tarehe ya safari na namba ya gari. Kwa sababu mnaweza mkapanda hii gari hapa tuliopo, hii mwenye hii gari ana magari zaidi ya kumi, kwa hiyo asipoandika namba ya gari, hii gari ikipata changamoto huko njiani, anaweza kawakana kwamba, sio gari hiyo, sio mimi sikukutoa hiyo gari. Kwa hiyo hakikisha tiketi yako nayoandikiwa imepewa majina yote ya kwako, lakini pia imepewa tarehe ya safari na namba ya gari husika iwepo kwenye nini? Iwepo kwenye hiyo, kwenye hiyo tiketi. Nafikiri tumeelewana vizuri, tumeelewana vizuri eh? Asante sana kwa kunisikiliza abiria bani za wakati huu, poreni na safari. Ah, nina maelekezo machache kwa kondakta. Mnavyoanza safari yenu na mkisha mlipa kondakta nauri, abiria, ni wajibu wako kulipa nauli halali Sawa, lakini pia una haki ya kudai tiketi baada ya kulipa nauli. Kondakta, una wajibu wa kutoa tiketi kwa kila nauli unayokuwa umechukua kwa abiria, lakini una haki ya kudai nauli kwa kila abiria unamsafirisha. Ni maelekezo ya serikali na mamlaka inatoa leseni za usafirishaji, wewe kuhakikisha hawa abiria wanasafiri kwa usalama na wanasafiri bila kubuguziwa. Kwa hiyo lugha inayotumiwa kwa abiria wake wewe ni lugha rafiki na ya upendo. Lakini pia kuna wafanyabiashara sasa hivi mna waruhusu wanaingia ndani ya magari ya abiria, haitakiwi. Kuna watu wanatoa mahubiri ya dini ndani ya vyombo vya usafiri, haitakiwi. Kama ni swala la maombi au dua, zifanyike kabla gari haijaondoka, lakini gari inapokuwa safarini asiwepo mtu mwingine ndani ya gari ambaye si abiria wa gari yako, asiyefanya biashara wala mtu anayehubiri mambo ya dini. Lakini pia waelekeze abiria kwa mtu yote mwenye changamoto akuone kwa ajili ya kupata msaada, au anapata shida nyingine yoyote ile. Na anapokuwa amekuwasishia hiyo shida yako, kama itakulazimu kusimama mahali, ongea na dereva, mtafute sehemu salama, ili abiria aweze kupata msaada. Lakini unapokuwa ndani ya usafiri akikisha dasi bini ya kuwekea nini takataka, niatunze taka, mazingira ndani ya gari na nje ya gari. Takataka zote zinazozalishwa ndani ya gari ziwe kwenye dasi bini. Na nyinyi takataka zinazokuwa zimekaa kwenye dasi bini mzitupe polini, mziweke kwenye maeneo rasmi, kwenye vituo vya mabasi au sehemu ambako kuna ni mahali rasmi kutupa nini takataka. Naomba kuona kitabu chako cha tiketi cha abiria a kutumia lini hichono imeweza kutumia kimeishaysawa. Hakikisha unapochukua nauli kwa abiria, unamwandikia abiria tiketi, uandike majina yake kikamilifu. Na abiria naombe, kuna shida ya abiria, mnataja majina yote yenu. Mama, fulani, mama baba fulani, andika majina yako kamili, angalau majina mawili sawa. Usimwambie tu Fredi, unaweza kukaa, kuna Fredi watatu kwenye ile gari. Namba ya gari ya kisha, andika namba ya gari inayombeba abiria na tarehe ya safari sawa. Kondakta, unataka safari njema. Abiria pia mtumie vituo vya njiani vya askari, vya ukaguzi. Kama una changamoto yote, kutoa taarifa unapoingia, afisa wa LATRA, afisa wa jeshi la polisi kwa ajili ya kutaka taarifa, mpende ushirikiano.